Ndio matokeo, ndio matokeo, ndio matokeo. Imani ipo, si bado na mechi mbili, lakini tunamwachia Mwenyezi Mungu kwa sababu tunajua tumeisha feli. Tutaangalia mwakani ya tutajipanga mwaka sawa mbili mbili. Yeah. Ni matokeo ya mpira, matokeo ya mpira yana ukatili wake, mm. Naomba tu wachezaji wa Simba waipambanie nembo ya Simba mm. Basi ah, mimi nimesema tu, naomba wachezaji wa Simba wanajituma, tumeona lakini waendelee kuipambania nembo ya klabu. Mechi kama hii. Muhimu. Ah, tumeona mashabiki mpaka yeah. ah, saa tisa na nusu mlikuwa sio wengi Ndiyo. Unaenda lolote kwa mashabiki wenzako? Ah, mimi nasema kuna wale mashabiki wa matokeo na sisi wenye Simba ambao tutakufa nayo, umenielewa. Mimi naomba tu wachezaji wajitume, waipambanie nembo ya klabu basi. Mpaka sasa hivi tunaweza tukamlaumu Mangungu kwenye hii? Kaka Mangungu anacheza, mbona mnahangaika la Mangungu sijui nani, kwani Mangungu anacheza namba ngapi? Simba Sports, sisi hatuhangaiki na Mangungu, tunahangaika la wachezaji. Wachezaji ndio wanaocheza. Ukiniambia habari ya Mangungu, anacheza namba ngapi? au Mangungu ndio kocha h eh, ya mashabiki wao, wanatupa lawama wao. Sasa wao huko, mimi ni tamlaumu Mangungu ndo anayecheza eh? timu tumeiona, imeperform tumeweka goli mbili, wamesawazisha, basi ndio imeisha. Hatukuwahi kuzoea mazingira kama haya kwa Simba Sports Club, mechi ya nne bila alama hata tatu, ndio maumivu tuliyo nayo. Sawa, ndio maumivu tuliyo nayo ndani ya misimu hii. Kwa hiyo namwomba Mungu tu atujalie, tutakaa sawa inshallah mashabiki wengine wanadhani kuna shida Simba sio hii. Mashabiki wewe wewe, usiwasemi, mimi siwezi kumsemea mtu, tumeisha feli, ili tumefeli, eh. Tumeisha feli. Tumeisha feli, tusubiri mwakani nafasi, tumeisha feli.